Leo tunakupeleka mahali patakatifu zaidi duniani, mahali ambapo si nchi tu, bali ni moyo wa mamilioni ya watu duniani. Karibu katika historia ya kipekee ya Vatican, nchi ndogo kabisa duniani kwa ukubwa, lakini kubwa kwa nguvu za kiroho. Vatican City iko katikati ya jiji la Rumi, Italia. Ilianzishwa rasmi kama nchi mnamo mwaka 1929 kupitia mkataba wa Laterani kati ya kanisa la Katoliki na serikali ya Italia. Vatican ina ukubwa wa kilomita mraba 0.49 tu, lakini ina miundombinu ya kipekee: mabustani ya kale, maktaba kongwe, makanisa yenye historia na ulinzi wa kivita kupitia jeshi la Uswiss, Uswiss Guard. Raisi wa Vatican ni mtu tofauti. Hachaguliwi kwa kula wala kampeni. Ni papa wa kanisa la Katoliki. Moja wa waliowahi kuiongoza ni papa mweupe wa kwanza kuwahi kushika wadhifa wa huo, Papa Francis. Ingawa ni mzaliwa wa Argentina, aliibeba Vatican kwa upendo utu na usawa. Alijulikana kwa kuishi maisha ya unyenyekevu. Aliwahi hata kusema anataka kanisa ambalo linawapendelea masikini. Aliwahi kutembelea wahamiaji, wagonjwa na hata gerezani. Hakujitenga na watu, aliishi kama wao. Lakini kadiri miaka ilivyoenda, afya yake ilidhofika. Aliugua mapafu, ugonjwa ulioanza tangu akiwa kijana na mwaka huu aliaga dunia kwa utulivu akiwa na miaka 88. Casket in the chapel of the Santa Marta residence where he lived. Dunia ililia, waumini walihuzunika na kwa Kristo wote duniani. Sisi wa nje ya Box TV tunasema poleni, tumeondokewa na kiongozi wa roho, mlezi wa upendo na baba wa matumaini. Vatican haina raia wa kudumu. Raia wake ni wale wanaotumikia askofu mlinzi au msaidizi, na uraia huu huisha pale unapowacha kazi au hata unapofikisha miaka 18, kama huendelei na huduma maalum. Mimi ni Elvan Wankio, na hii ni novela ya nje ya Box TV. Tunaomboleza, lakini pia tunakumbuka. Kwa urithi wa Papa Francis, utaishi milele. Usisahau kusubscribe. Maisha ni hadithi, na sisi ndio waandishi wake.